ukijumulisha ukiangalia ndani ya miaka 13 ya moto wa uamsho tunahitaji kuvuna watu milioni tisa ndani ya miaka hii 13. Tunahitaji kuwa na TV yetu ambayo tayari imeshaanza majaribio. Tunahitaji kuwa na radio. Tunahitaji kuvuna wachungaji 1045, kupanda na kanisa 1040 yaani, n kuna mambo mengi humo ndani sana na mmoja wapo kuimarisha ibada, kuuisha ibada, yaani na ibada, kwamba ibada zetu makanisani ziwe na uhai. Ndio lengo la makusanyiko haya, tuko hapa kunoana na kutengenezwa ili tuweze kusababisha matokeo kwenye makanisa yetu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Na tukasema uh, kuabudu bada uh, katika lugha ya Kiebrania nilitoa neno shaka ambalo maana yake ni kuinama kusujudu. Ni kitendo cha kuonyesha heshima mnyenyekevu kwa mtu aliye juu yako, na nikasema ni kitendo cha kiroho cha kutu kutuonyesha cha kuonyesha kiwango cha ndani sana cha heshima. Jamani, nikaesausiwe sana.